Mashabiki wa Harmonize, leo uh, umepokewa ugeni kwenye ofisi za Konde Gang au makao makuu uh, za ofisi za Konde Gang zilizopo. Hapa ndipo ambapo wakina Ibra wakina Angela na wasanii wote wa Konde Gang walitoka katika ofisi hii. Sasa leo tumekutana na mashabiki wa aina yake kutoka nje ya Tanzania na wamefika hapa nchini kwa muda kiasi na wamekuja kwa ajili ya kumuona Harmonize. Uh, haikuwa rahisi kwa kuweza kumpata Harmonize, na mpaka sasa hivi hawajaweza kumpata Harmonize. Sisi tukaamua tupige nao stori nje ya geti la Konde Gang na kiu yao ni kukutana na Harmonize. Mama, habari yako? Nzuri, uko salama? Ndio, niko salama. Uh, watu wanakuangalia kwa hivi sasa, kiu yako kubwa ni nini hapa? Kwanza anza kujitambulisha kwa majina. Naitwa Anwarite natokea Kongo ni mama wa mtoto mmoja, ila ni na familia kama mnavyoiona hapo. Yani kwa kwenye jukumu langu si ni mashabiki sana wa Harmonize. Harmonize kwa, kwa lugha ya kwetu ya Kongo ni mashabiki sana n yani, tunamshabikia sana kiundani kabisa, tunahitaji kuonana naye, maana tuna siku tatu hapa, tunakuja kila siku hapa getini kwake, hatujabahatika kumuona. Kwa hiyo ndo tunaomba mtusaidie tumuone, tunamu tumuone Yani sio mimi tu, watoto hapa wote wanahitaji kumuona. Sasa kabla kwenda kuangalia, mkikutana naye Harmonize mtazungumza naye nini? Watu wanataka wafahamu safari yenu ya kwanza, uh, upenzi na Harmonize au kuwa mashabiki wa Harmonize ilikuwaje? Ah, kwanza ushabiki au upenzi kwa Harmonize ilipitia ni yani, miziki yake anavyoimba, ustarabu wake, yani jinsi alivyo tu, tunamfurahia kwa kweli na tunazipenda sana nyimbo zake. Unaweza kutuambia nyimbo za Harmonize ambazo nazifahamu na ambazo kuwa mnazipiga sana nyumbani kwenu? Kuna wangu aliimba na Mario, kuna I'm Single, um, alipiga mwenyewe na yani, aliimba mwenyewe na madensi wake, kuna furaha yangu aliimba na yule mdada anaitwa Abigail Abijamsi. Kuna nyimbo yake nyingine aliwahi kuimba na Diamond. Kuna nyimbo yake nyingine aliimba na, na nani na Otil kwa Kenya, yeah, inakuwa kama ni Amina kama ni nini. So, mpaka hapa sasa, hizi yote tayari umeonyesha ni shabiki wa Harmonize lakini Amu naizi anatembea anazunguka maeneo mbalimbali duniani kufanya shows na vitu vingine, ni kwa nini hamjamsubiria Kongo mpaka memfata hapa ofisini kwake moja kwa moja? Unaona Kongo mda mwingine, anaweza kapanga kuja, wenda ana kazi zake nyingine. Maana yule ni msanii mkubwa, mimi namuona kama msanii mkubwa kwangu. Maana mimi ni mshabiki kwanza nampenda, alafu namuamini, na mimi najua ni mshabiki, ni msanii mkubwa hapa. Wenda anaweza kuwa na show zake nyingine nje ya nchi hapa wala nje ya Wanaweza kata, ila kashafika Kongo, ila hajawahi kufika Kongo kwetu. Kashawahi kufika Kongo Goma, kwa hiyo ni Bukavu eh, hajawahi kufika, ila sisi tunatamani siku moja aje nyumbani kwetu muone. Ila kwa sasa, unajua kama nyumbani kwetu kuna vita vita nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo haweza katoka huku sehemu ambayo kuna amani, afu ende sehemu kwenye kuna vita, hata yeye mwenyewe haweza kaa Akarizia kufika huko. Sawa. Kwa nini sababu ya kuwepo hapa Tanzania sasa hivi ni nini? Nimekuja kwa Harmonize au ama pia kule kuna machafuko? Machafuko yenyewe ndio kama hivyo tu mnayaona basi. Kawaida yetu Kongo muda mwingine vita vipo, muda mwingine amani ipo. Basi ndio kama hivyo nimeamua kuja huku. Yaani kwa kama nakimbia vita. Sisi nakimbia vita. Afu naistoshe huku, unaona kama amani ipo. Na Tanzania watu ni wazuri wana upendo, wanajua kupokea wageni. Kwa hiyo hapa Tanzania hamna ubaguzi, ndio nimeamua kuja na familia yangu kama hivi, kuja kama tunakuwa tunapumzika. Ndio kama wimbo wake ameimba juzi, juzi hapa alimba bora... acha nikumbuke, maana Kiswahili kigumu. Bora ugali dagaa kwenye amani kuliko wali nyama kwenye vitani. Kwa hiyo tukaamua kwanza kuja huku kupumzika kidogo, afu mshoa siku kwa kuna amani kidogo, tena tutarudi nyumbani ila Tanzania ni pazuri, tumepapenda. Naona tulivyo tumenawiri, <laughs> tumependeza, hata kama maisha magumu tunayapitia. Ndio, na ya pili tunakusudia sana kumuona yani, kusudi letu kubwa yani, ndoto, hapa kabisa, Harmonize, sa, uso kwa uso. Sa, ni kumuona yani ndoto letu kubwa hapa ni kumuona. Sawa, mwishoni huko tutajaribu tuta kuongea ku, ku, ku, ku, na Harmonize kupitia video hii. Umesema familia nzima yote ni mashabiki wa Harmonize? Ndio, okay. Mpaka Eliza mpaka nyimbo anaweza kuimba, wanasema uh, uh, milima haikutani binadamu anakutana na harakati. Zenu zinaweza zikazaa matunda kupitia video hii, nikutana na Harmonize. Kikubwa zaidi kwa sababu pia wao wanatakaga sababu kichaa na mashabiki Harmonize yana mashabiki wengi sana kitu gani special ambacho mnahitaji kwa mnaweza kutoka kwake kwa, tunaona pia una familia na vitu kama hivyo lakini pia uko nchi gingeni na vingine vingi. Acha niongee kweli tu, maana kuongea uongo sio sio vizuri, ni zambi. Baba ni kama responsable, yani kichwa cha familia yao watoto wa, hapa. Maana hapa nina mwanangu Jonathan na mtoto kakaangu Elizabeth Kanzide na Wema Mdogo wangu huyu mtoto wa dada yangu yani, kufuatana na, na... kitu ambacho tunapitia hapa kwa sasa. Tanzania ndio ni nzuri, lakini muda mwingine unajikuta tunaanza tukalala hata na njaa, tunakosa chakula, vitu kama hivyo, lakini tunavumilia. Kwa kuwa basi toka mwanzo tulipofika hapa tukaambiwa kweli Harmonize yuko hapa, lakini tukawa tuna boga tukipita tunashangaa hapo tu getini, afu tunakuwa kama tunakimbia tunaogopa maana, Kiswahili tulikuwa tuja atucheka gini vizuri, kilikuwa kigumu. Kwa hiyo tunaanza penda tukionana naye atuone kwanza, juu kama sisi ni mashabiki zake, afu tumwambie kama anaweza katusaidia, maana sasa hivi natakiwa turudi nyumbani. Usalama tunaona kama unakuwa umerudi kabisa kidogo, na watoto hapa natakiwa wafanye nini, wasome. Yani ndio tulikuwa nataka kama anaweza katusikia popote alipo, hata tukimuona, nawaombeni sana nataka nirudi na kodi hapa imekua kama imeisha, kesho tarehe kumi na nne kodi yangu inaweze kaisha na hatuna msaada wowote hapa. Kwa hiyo anaweza katusaidia, atuongezee basi nauli gani nakua kama natuongezea, maana tuna hela ndogo, tunahitaji msaada wake, atuongezee nauli kidogo, turudi nyumbani basi. Sawa, leo tumekutana na mashabiki wa Harmonize. Na ni mashabiki special ambao wametokea Kongo, uh, DRC wamezungumza kwa namna gani ambavyo wana uhitaji kutoka kwa Harmonize, lakini pia changamoto wanazopitia uh, na kwa namna gani ambavyo wanamfahamu Harmonize na nyimbo zake, umesikia, wameweza kuzimba. Hakuna ku, kwa namna namna gani ambavyo wanamfahamu nyimbo zake. Hakuna njia rahisi kuwafikia wao kama hii video ambayo bila shaka Harmonize itakuwa imempata moja kwa moja, na yeye ndio mwenye majukumu ya kuamua nini afanye kutoka kwa, kwa hii familia ama kutoka kwa mashabiki zake hawa hapa. Neno moja a mwisho kabisa kabla tujafunga Neno la mwisho ni kuwashukuru, ni kwanza nyinyi waandishi wa, wa, wa, wa habari. Maana tulikuwa tunajua kama tunaweza tukakutana hapa. Kama ni Mungu ambaye amewasukuma huku. Tunasema asante sana, na ya pili tunawashukuru Tanzania wote kwa ujumla, Rais wetu Mama Samia, ingawapo tufahamu hatujui. Tunawashukuru majirani wetu ambao tuko nao hapo Songas, wametupokea, tunaishi kwa amani, hakuna ugomvi Tunajisikia tuko na furaha na tuko nyumbani. Basi wacha niwashukuru Watanzania wote popote walipo, niwatakie kila la heri na Mwenyezi Mungu awazidishie. Na msanii wetu wa Harmonize tunamtakia kila la heri popote pale alipo, tunampenda na tutazidi kumpenda. Basi.